Ni utaratibu wa kutumia mapato ya Serikali. Mheshimiwa Spika, nalisisitiza hili kwa sababu asiyejua mambo haya huwa wanaenda kuwatisha watoto, wanaenda kuwatisha watoto wa Kitanzania kwamba hata wewe uliye mdogo unadaiwa hiki. Mheshimiwa Spika, hili ni jambo la mapato ya Serikali, hili ni jambo la mapato ya Serikali, na hicho ndicho ambacho huwa tunapima kwenye uchumi. Kwa maana gani nasema ni, ni, ni mapato ya Serikali. Mtu mwingine anasema kama ni mapato sasa, e, si ni watanzania watalipa? Ndio, ni matumizi ya mapato ya serikali, kwamba hata bila deni, kodi lazima ikusanywe. Kodi lazima ikusanywe, itakusanywa kutekeleza miradi. Sasa serikali inaamua kwamba badala ni kus, nitumie makusanyo ya kila mwezi kumlipa mkandarasi kwenye mradi ambao, ukitumia makusanyo ya kila mwezi, utaujenga kwa miaka hamsini unaamua kwamba nikope muda huu ili mkandarasi amalize mradi na aondoke, halafu yale mapato yangu ambayo ningeyatumia kwenye mradi ule ule nitumie kurejesha, na yale mapato ni mapato ya serikali. Mheshimiwa Spika, ndiyo maana tunapima kwa kutumia vigezo vya mapato ya serikali. Huo ndio uhimilivu tunaouongelea, tunao, tunao. Mheshimiwa Spika, nilisema siku ile kwamba hata katika maisha ya kawaida, hata kwenye maisha ya kawaida mtu akishakuwa na chanzo cha mapato kinachoaminika, anakipeleka chanzo kile cha mapato ili aweze kupewa mkopo. Anakadiria yale mapato yake kwamba kama kwa mwezi mapato yake ni laki tano, anaweza kuyavuta yale mapato ya laki tano tano, akayavuta kwa miaka mitano, akayaleta hapa leo halafu anakuwa na kiwango kikubwa kinachoweza kutekeleza jambo kubwa kwa wakati ule. Yale mapato kwa sababu yapo, yanakuja angeyatumia anyway, angeyatumia tu hata bila kuyakopea, angeyatumia, anatumia kuyalipa kwenye mkopo, ili hali akiwa ameshamaliza jambo lake.